audhubillahi min ashaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wakafa wa ala Nabii mustafa sayidina Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wabaad. Ndugu yangu mtazamaji, popote pale ulipo duniani, ni kukaribishe tena kwa mara nyingine katika mwendelezo wa darasa zetu katika chaneli yetu hii pendwa kabisa ya Jurejimo Ruhani. Leo insha llah tutazungumza kuhusiana na darasa inayosema mafanikio na usiri wa namba katika eh, mafanikio. Naam ndugu yangu, kwanza kabisa, namba ni nini? Namba ni kitu ambacho kinajulikana kwamba ni zile zinazohesabika, ni kile kitu ambacho kinatumika katika masala ya mahesabu, moja, mbili, tatu, nne, tano, hivyo hivyo mpaka kuendelea. Hizo ndio namba ndugu zangu, hizi namba uh, ni kitu kikubwa sana ambacho kina usiri ni mkubwa, si tu alama za hesabu kama ambavyo tumezoea sisi wanadamu eh, bali ni lugha ya, ya asili ya kiulimwengu hii, hizi namba, na ni lugha ambayo ndani yake kuna siri ni kubwa sana ambayo Allah ameweza kuiweka ndani yake. Tunakubaliana kwamba namba ndiyo imeunda vitu vingi sana vya ajabu hata kompyuta ambayo ndio chombo pekee duniani kinachoweza kufanya vitu vikubwa sana, kimeundika kwa kutumia au kutokana na namba. Hata wenzetu wazungu hivi, hujawahi kujiuliza maswali wewe kwamba hata masaa jinsi yalivyowekwa eh? Wenzetu wametuwekea saa ile moja baada ya moja, iwe moja moja imekuwa saba, alafu ikai, kwa kawaida tu tunasema kwamba zimeundwa kizungu bwana, ile sio kizungu. Angalia hiyo moja, mfano, kwa nini moja ambayo ndio moja iwe saba? Ukiangalia hapa kwanza, hii saba ni namba ya witiri. Na hii moja pia ni namba kubwa ya witiri. Alafu unakuja kwenda kwenye namba ya saba, saba ni namba ya witiri, tena ni witiri iliyo kubwa sana. Ukiangalia hata katika mtizamo wa kiimani, namba saba ndio ambayo ina nguvu. Mbingu utakuta ziko saba, ardhi utakuta ziko saba. Kwa nini lakini utakuta kwamba pia hata wiki ziko saba, unaona. Lakini sijui namba saba, sijui viungo si vya kufanyaje saba, kuna usiri ni mkubwa sana kwa hiyo wazungu sio kwamba wameviweka weka tu hivi vitu, hapana. Ndani yake ndugu yangu, kuna usiri ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe Allah ameweza kuweka ndani yake. Ushahidi wa hilo ndani ya Qur'ani katika Surati Kamari aya nambari 49 mpaka 54. Allah anasema inna khalaqnahu biqadari, hakika sisi tumeumba tumeumba kila kitu kwa kipimo. Ile kadari bi maana ni kipimo kile. Sasa kipimo hapa ni namba, unaona? Mambo maana yake ni kwamba kila kitu kimeumbwa kwa mahesabu. Ndugu yangu, namba ni ufunguo mkubwa sana. Namba ni ufunguo mkubwa sana katika maisha. Namba ni ufunguo wa kila kitu katika ulimwengu ambao automatically Mwenyezi Mungu mwenyewe ameweza kuweka hata mwanadamu. Utasikia kwamba e, namba yake ya bahati hii. Namba ya bahati watu wamechukua wakaweka katika upande wa kiroho wa kiruhu, upande wa ki, wengine wanaweka katika upande wa kishirikina, wengine wakaweka wakasema ni mambo ya kiimani ambazo hazipo, lakini kiuhalisia wa mambo yalivyo hii namba ina usiri na namba ndizo ambazo kila kitu ambazo automatically Mwenyezi Mungu ame hata majina, angalia kuna majina katika ulimwengu, lakini pia kuna herufi ambayo herufi ndio namba tunasema, yaani kuna majina ambayo majina yameundika kutokana na herufi na hizo herufi yenyewe huwa zinapata uzito kutokana na namba. Kwa mfano, ukitaka useme elimu au Muhamedi au yoyote kitu chochote kile Hebu kitaje kwa jina lake, halafu hilo jina lisasambue na ulilete kwa, kwa uzito wa namba, ukute kwamba uta, uta, utaona maajabu yake, na ndio maana wenzetu walipelekea kuwasiliana kwa mawasiliano ya barua kwa namba. Yani unaandikiwa barua, lakini barua ndani yake ni namba, afu unaambiwa peleka, mpelekee fulani, akifika akisoma namba, namba zile anajua. Angalia, kila kitu kimekuja kwa password ya namba katika kodi pia kadhalika utakuta kuna kodi imeletwa wewe umetuma katika emaili, lakini imekuja kodi hii. Kodi kwa nini iwe kodi? Lakini kodi hiyo inakuwa ni namba, mawasiliano. Angalia mambo, kunaunganishwa namba, baina ya namba na namba ndio inatokea. Kwa hiyo ndugu yangu, utambua kwamba namba. Sasa hizi namba, kuna namba moja, namba mbili, namba tatu, mpaka namba mwisho, namba tisa. Sasa kila namba utakuta mtu anakwambia wewe, namba yako ya bahati ni namba kadhaa. Okay, je, yeah, wewe namba yako ni namba gani? Inshallah, katika darasa inayokuja nataka tutakuja kuelezea ili ujue kwa undani zaidi kuhusiana na masala hii ya ilmu hizi za namba, na namwomba Allah tuwafikishe katika pati tu ya darasa hii. Wassalamu alaikum wala afwa minkum.